Tanzania kwa hivi sasa iko kwenye kiza kinene cha simanzi kufuatia mauaji yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi nchini humo. Maandamano makubwa ya vurugu yaliyoigubika nchi hiyo kwa siku kadhaa, wakishuhudiwa vijana walioingia mitaani kuupinga uchaguzi uliomwingiza madarakani Samia Suluhu Hassan, na ambao waangalizi wa kigeni waliotaja kuwa ni zoezi lililoshindwa kufikia viwango vya kidemokrasia kwa sababu wapinzani wakuu walizuiwa kushiriki. Mamlaka za Tanzania zilitangaza amri ya kuwataka wananchi kutotoka nje huku vikosi vya usalama vikiingia kazini kuwaandama waandamanaji kwa kuwafyatulia risasi za moto na mabomu ya machozi. Chama kikuu cha upinzani CHADEMA kimedai kwamba zaidi ya watu elfu moja waliuawa, na siku ya Jumanne chama hicho kikasema kwamba vikosi vya usalama vinajaribu kutafuta njia za kuficha ukubwa wa mauaji yaliyotokea kwa kuchukua hatua za kuitupa kwa siri miili ya waliouawa. Mamlaka za serikali hazijatoa tamko lolote la kuzungumzia madai ya Chadema. Deogratius Munishi ambaye ni miongoni mwa viongozi waandamizi ndani ya Chadema amezungumzia suala hilo la mauaji na zaidi akataja kuhusu namna wanavyosikitishwa na msimamo unaochukuliwa na mamlaka za serikali kuhusu kilichotokea, akimnyosha kidole Rais Samia ambaye amemtaja kama mtu asiyejutia kilichotokea. Not... Rais Samia hana majuto kwa kilichotokea, hajali kuhusu idadi wa ya Watanzania waliouawa na vikosi vya usalama chini ya mamlaka yake, na hicho ni kitu kinachowaumiza zaidi Watanzania. Kiongozi mwingine mwandamizi wa Chadema Brenda Rupia alizungumzia pia kuhusu namna masikitiko yalivyowajaa wa Tanzania, akisema mioyo ya raia inavuja damu hivi sasa na kilichotokea ni hali mpya kabisa kwa Watanzania. Duru za kidiplomasia zinasema kwamba ziko ripoti za kuaminika kwa zinazoonyesha kwamba mamia na pengine hata maelfu wameuawa, na vifo hivyo vimesajiliwa katika mahospitali na zahanati Kote nchini Tanzania, shirika la Human Rights Watch, siku ya Jumanne lililaani hatua ya kuandamwa waandamanaji na ikatoa mwito kwa mamlaka za nchi hiyo kusitisha matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji na kuchukua hatua za kuhakikisha uwajibikaji wa vikosi vya usalama. Shirika hili limesema watu mbalimbali mbali nchini humo wameshuhudia polisi wakiua kwa kuwapiga risasi watu. Oryem Nyeko ni mtafiti mwandamizi tawi la Afrika katika shirika la Human Rights Watch. There's been reports of... up to... zimekuwepo ripoti za kuuawa kwa zaidi ya wa watu elfu moja. Hiki ndicho wamekuwa wakikisema upinzani. Ni vigumu kuthibitisha idadi hii, na hasa katika kipindi cha siku chache zilizopita kutokana na kutokuwepo kwa mtandao wa intaneti nchini humo, na taarifa nyingi zilikuwa zikisambazwa, lakini ni vigumu kujua kwa hakika ikiwa idadi ya vifo inayotolewa ni sahihi ama la. Kwa hivyo nafikiri katika siku chache zijazo vizingiti vya intaneti vikiondoka kikamilifu watu watakuwa na uwezo wa kupata hasa kujua kile kilichotokea katika kipindi cha wiki nzima. Uingereza, Norway na Kanada zimetaja juu ya kuwepo ripoti za kuaminika kuhusu idadi kubwa ya waliouawa. Hata kanisa Katoliki limesema watu waliuliwa kwa mamia, japo kanisa hilo halikuweza kuthibitisha idadi hasa inayotajwa huku rais wa chama cha wanasheria Tanzania, Tanganyika Law Society Boniface Mwabukusi akisema wazi wazi kwamba zaidi ya watu elfu moja wameuawa kwa mujibu wa taarifa za matukio zilizopelekwa na chama hicho na kwamba wako kwenye mchakato wa kukusanya ripoti itakayopelekwa pia katika mashirika ya kimataifa ya sheria.